Katika taarifa ya tanzia, aliyekuwa mtangazaji mashuhuri wa shirika la utangazaji nchini KBC Amina Fakii amefariki. Fakii aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 83 na akazikwa katika maziara ya Ngong kwa mujibu wa kawaida za dini ya Kiislamu. Marehemu Fakii alijiunga na shirika la utangazaji humu nchini KBC mnamo mwaka 1963 t wakati ilipokuwa ikijulikana kama Sauti ya Kenya na akapata umaarufu kutokana na umahiri wake wa utangazaji na kimalizio chake cha ciao alipokuwa akihitimisha kipindi chake. Wale waliowahi kufanya kazi naye wamesema alikuwa mshauri na kielelezo cha wengi. Mnamo Jumapili, mkono wa mauti ulimnyakua mmoja wa magwiji watangazaji ambao sauti zao zilitesa anga ya Sauti ya Kenya, VOK na baadaye idha ya Idhaa ya Kiswahili ya KBC kutoka miaka ya 60, Amina Fakii. Fakii alifariki mnamo Jumapili na kuzikwa kwenye maziara ya Ngong wakati wa jioni, huku nyota yake iking'aa katika redio enzi hizo za miaka ya 60. Fakii hakukosa kuwapa mafunzo waliokuwa chini yake. Sakina Mohamed ambaye tayari amestaafu alifanya kazi na marehemu Amina. Hakushughulika kusema sendi kazini, sifungui stesheni na mtoto mchanga. Alimbeba mtoto wake mchanga akaenda kamlaza za studio ya pili, akawa yuwatangaza huku yoshughulika kwenda kumwangalia mtoto wake. Alikuwa ni mchapakazi, amekuwa mwalimu wetu. Joseph Cheriot ambaye ni mhariri wa habari za redio katika shirika la utangazaji nchini KBC anakumbuka alipokutana kwa mara ya kwanza na marehemu Fakii wakati alipojiunga na shirika la KBC. Mimi kati ya wale ambao walinifanya nifikirie kuwa mtangazaji ni eh, Amina Fakii, na alipata hiyo fursa baada ya kuhitimu kufanya kazi na yeye, na alikuwa mtu ambaye ali alitushirikisha e, mpaka tu, tujue kufanya vipindi e, kutoka kwa wanagenzi mpaka sasa tukawa sisi nao pia ni producers ambao wanatambulika The first time that I interacted with uh, Amina Fakii at that that time I I was was a child I was in in primary school and uh, we were told that the the parade in the morning that, uh, people from the Voice of Kenya Tega. Marehemu Fakii atakumbukwa kwa kuwa mmoja wa wanawake wa kwanza nchini katika taaluma ya utangazaji na ambaye aliwachochea wengi kujiunga na taaluma hii. Kwa hivyo KBC nimesema naishukuru sana, maanake ndio imeniacha nikafika hapa. Sina kazi nyingine nishawahi kwenda kufanya na kwa hivyo, makosa, ukitolewa makosa, usiseme naonewa. Kwa hivyo mpaka hapo sina budi nikiwaambia kwa heri, na nyingine nilikuwa nikipenda sana kusema katika vipindi chao, na nsiokware darubini wikendi.